Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho ambayo inaanza aya ya 11 mstari wa 23 hadi 26 amepeana taswira kamili ya sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo, ambapo pale anaelezea jinsi Yesu mwenyewe alipeana mwili wake na damu yake kwa wanafunzi wake ili wale waweze kushiriki naye katika kifo chake na ufufuko wake, na wakifanya vile watapata uzima wa milele. Kwa maandishi yale ambayo mtume Paulo alipeana kwa Korintho, nimepata kunukuu maneno yale na nikayapanga katika njia mishororo, na nimetayarisha shairi ambalo lina maudhui ya sherehe ya siku ya kusherekea mwili na damu ya Yesu Kristo, na ambalo ni somo la pili ya Jumapili hiyo. Na shairi langu ni la tarbia, ubeti nne, na kibwagizo la shairi langu nimelipamba hivi: Mfanyeni vivi hivi, kwa kunikumbuka mimi. Mfanyeni vivi hivi, kwa kunikumbuka mimi. Mimi nili yapokea kwa moyo wenye imani. Yesu alipojitoa usiku wenye huzuni. Karamu kaandalia kwa wanafunzi mezani. Mfanyeni vivi hivi kwa kunikumbuka mimi. Mkate akaushika, macho juu katazama. Shukrani akatamka, kwake Baba akisema, ni mwili wangu mefika, ajili dunia nzima. Mfanyeni vivi hivi, kwa kunikumbuka mimi. Baada ya kukulani, kikombe alichukua. Damu jipya aganoni, dhambi zetu kuondoa. Tunywapo kwa tumaini, uzima metupatia. Mfanyeni vivi hivi, kwa kunikumbuka mimi. ate kikulia mauti tunatangaza kikombe tu, tu kikunyi rehema anatujaza hadi takapokujia kujia utukufu tangaza, mfanye ni vivi hivi kwa kunikumbuka mimi. Mfanyeni vivi hivi, kwa kunikumbuka mimi. Tumsifu Yesu Kristo na kutakia sherehe ya kukata na shoka siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Haleluya.